Tanzania imeshiriki katika jukwaa hili la utambuzi wa viashiria vya hatarishi lakini namna ambavyo kukabiliana na majanga duniani, na Tanzania imeweza kushirikisha dunia namna ambavyo uzoefu wake ulivyo katika kukabiliana na majanga. Tanzania imekuwa na uzoefu mkubwa sana namna ambavyo tunakabiliana na majanga ndani ya nchi yetu, lakini wakati na mwingine namna ambavyo tumesaidia hata majirani zetu kukabiliana na majanga uzoefu ni mkubwa, uh, kwa maeneo mbalimbali majanga ya makoromoko ya matope kwa mfano kule Hanang, lakini vilevile makoromoko ya majengo na wakati mwingine mafuriko. Kwa hiyo haya yote, namna ambayo tumekabiliana nayo imesaidia sisi kuweza kuwaonyesha dunia uh, uzoefu mwingine kutoka katika eneo la Afrika lakini zaidi ya hapo Uh, tumepata pia fursa ya kujifunza namna ambavyo wengine wamefanya katika maeneo yao, lakini misingi mikubwa ambayo imetengenezwa na serikali kuanzia katika kuweka sera, mifumo, lakini vile mikakati na namna ambavyo tunashirikisha jamii imeweza kuvutia sana wadau mbalimbali kujifunza kutoka nchini kwetu. Tunaelekea katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na kituo cha umahiri ya namna ya kukabiliana na majanga. Tanzania hii tuna kutaka kulifanya na wenzetu wako tayari kushirikiana na sisi, lakini vile kuja kujifunza kwetu namna ambavyo tumeweza kufikia hatua hiyo. Serikali imejenga kituo cha ufuatiliaji wa mwenendo wa majanga uh, pale katika mji wa serikali Mtumba, na hii ni hatua kubwa sana si nchi nyingi za Afrika Afrika Mashariki ambao wameweza kufikia hatua hiyo. Kituo hiki kinatusaidia kutabiri namna ambavyo ukubwa wa majanga, lakini vile namna ambavyo watafika, na hivyo inatusaidia namna ya kupanga namna tunavyoweza kukabiliana nayo, ni kitu kikubwa na kizuri sana na cha kisasa. Uzoefu huu unatusaidia sana sisi, lakini vile unaweza kusaidia na nchi jirani. Tunapokea taarifa kutoka kwa majirani, lakini sisi tunawapatia majirani zetu taarifa zinazoweza kuwasaidia namna ya kukabiliana na majanga ambayo yana wakabili. Kwa hiyo Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, na kwa hiyo dunia katika mkutano huu imevutiwa na uzoefu wetu na wako tayari kushirikiana nasi kuendeleza kituo hiki lakini vilevile kuja kujifunza namna ambavyo tunaweza kukiendesha kituo hiki na pia namna ambayo tumekiendeleza.